Zanzibar kazi inakwenda vizuri sana, viwanja vinakwenda kwa kasi kubwa, na sisi ni matumaini yetu ya kwamba kwa asilimia kwa kubwa ya mashindano ya AFCON yatafanyika Tanzania. Ni matumaini yetu makubwa kwamba yatafanyika Tanzania kwa sababu maandalizi tuliyonayo kwa upande wa Zanzibar na upande wa bara ni makubwa, na tutakuwa na viwanja vingi, na ni heshima kwetu kufanya mashindano hayo kwa asilimia kubwa kabaki kwenye nchi yetu. nina, ninafahamu na nichukue fursa hii pia kwanza kupongeza timu zetu nne. E, sizipongezi kwa sababu zimetolewa, lakini nazipongeza kwa sababu zimefanya kazi ya kuweka alama ya taifa letu, timu yetu ya Simba, timu yetu ya Yanga, timu yetu ya Azam pamoja na ndugu zetu wa Big Star uh, kutoka Singida. Kuwemo tu kwenye mashindano hayo ni heshima pia, na mnafahamu ya kwamba Tanzania tumepata nafasi ya, na ndoto ya kila Mtanzania uwanjani ni dakika tisini, kuwa na timu nne atuwezi kuamua tofauti, lakini mimi nawapongeza kwanzia uongozi wao uongozi wa Simba uongozi wa Yanga uongozi wa Azam pamoja na Singida Big Star kwa kazi kubwa nzuri walioifanya ya kufika hatua kupeperusha bendera na kufanya mataifa yaje kwenye nchi yetu kuja kucheza na wao, kwa sababu wasingeingia tusingepata hata hizo pesa ambazo ndugu zetu wenye hoteli, migahawa, watu wa chakula wameweza kuzipata. Lakini tuatia moyo, ni wakati wa kujiandaa vizuri pia kwa mashindano yajayo. Mwisho wa kutoka kwenye mashindano haya sio mwisho wa mashindano. Maana yake wameusoma mchezo, wameelewa mbinu, kwao ni wakati mzuri wa kujipanga, kuhakikisha kwamba mashindano yajayo basi twende mpaka nusu fainali, tusitoke mapema kama ambavyo imetukuta. Hii vijana, la mwisho katika hilo eneo, nafikiri msajili wa michezo yuko hapa. Naam, msajili wa michezo, wako mtu, kasogea pale, ni wewe? Eh? Okay. Msajili wa michezo, nilitaka mkamilishe taratibu za Simba. E, simu zimekuwa nyingi kwetu na mimi nisingependa kuanza kutoa maoni na kuingilia mchakato, na niwahakikishie tu wapenzi wa michezo kama kuna kipindi sheria zitafuatwa na kanuni, ni kipindi hiki cha uongozi wangu na msajili kwa mujibu wa taratibu anapokamilisha awajulisha wahusika waendelee. Si tusingependa singependa kama waziri kila mara kuanza kutolea ufafanuzi jambo hili, katiba yao imekuwa hivi, wamefikia hatua hii? Hapana, kwa sababu ni jambo la kitaratibu, kanuni zipo, sheria zipo, kwao ni kuhakikisha kwamba mnakamilisha haraka. Bado ndio msajili eh? Sasa usipite hivyo, rudi kule. Ushawahi kukaa kwenye bufe unapakua peke yako bila kujali wenzako? Simama tu hapo, kwa sababu unavyopita pia uangalie na wenzako. Wako kazini hao eh? Jambo la Simba kamilisha. Na nimeambiwa nataka kuniona mimi, usinione. Si kanuni unazijua, sheria si unaijua? Kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria, tekeleza. Ile gari ikiitwa ST, maana yake taratibu, sheria na kanuni. kamilisha na ikiwezekana, kabla ya mwezi huu wape majibu wanasimba, waendelee na utaratibu wao, sababu tukianza kuonana hapa nafikia hatua, sema unajua, Mheshimiwa waziri alielekeza hivi, unaanza kuingizwa kwenye mambo ambayo hata sio kwako. Viongozi na watendaji wote azongaz e ndio msimamizi wa taratibu. Wewe ndio mwenye sheria, simamia sheria, simamia kanuni, kamilisha, wape taratibu, waendelee na mchakato wao wa kutengeneza katiba itakaweza kupata kama kuna watu wengine wanaingia kuwadhamini ewala, kama kuna shareholder wengine wanaongeza ewala, kama kuna nini, lakini tunachotaka si tuone timu hizi zikifanya vizuri na hakuna changamoto ya kiongozi au ya kikatiba ambayo sisi kama serikali jukumu letu kufasiliteti na kuwatoa kwenye hiyo mikwamo. Kwa hiyo nafikiri hilo limeeleweka, si ndio? Ndugu yangu eh, appointment yako wewe wape watu wa Simba huko waendelee na mchakato wao na kabla mwezi huu jambo hilo limefanya nini. Tumeona baba Jamani, hey. Ndugu zanguni, tulipanga tuwe na uwezeshwaji ambao, haya ni maelekezo ya mheshimiwa rais. Aliona watengeneza maudhui wakifanya kazi nzuri, lakini katika mazingira sio rafiki. Maanake pia aligundua vitendea kazi hawana kwa mapenzi yale yale ambayo daktari Samia nayo na anatambua kwamba sasa hivi kwenye kipindi hiki cha karne la ishirini na moja teknolojia ndio imechukua nafasi yake, tutaelekeza kutenga bilioni mbili ili kuhakikisha kwamba watengeneza maudhui wanapata hizo fedha, zinawawezesha kutengeneza maudhui yanayowapatia kipato na si tu kipato, yanawawezesha pia kutengeneza ajira za watu wengine na tukakubaliana kwamba watu wajisajili mpaka tarehe kumi na tano na leo ni tarehe kumi na sita Maana yake jana tarehe kumi na tano ndo kwa nini iko mwisho taarifa hizo zinakusanywa kutoka kwenye mikoa yote, na wengi zaidi walijisajili kupitia kwenye njia ya mtandao. Maelekezo yangu kwenye wizara tukamilishe mchakato mwezi huu kuanzia mwezi wa tatu tarehe moja, watu waanze kuchukua fedha zao waende wakatengeneza maudhui ya kujenga uchumi wao.